Wapendwa ndugu zangu, hatuongelei tu huko kwenye vita, kwenye mauaji, lakini pia katika mashirika yetu, katika jumuiya zetu, pengine tuna waliokata tamaa, waliopoteza tumaini, hawaoni nini maana ya maisha ya kitawa, wapo tu ili mradi kuna kucha. Hao pia ni wenzetu katika mashirika, katika jumuiya zetu, wa kuwapa tumaini jipya, wa kuwapa mwamko mpya, kwamba pamoja na hayo bado Mungu ndiye tegemeo letu, ndiye kimbilio letu. Wapendwa ndugu zangu, Baba Mtakatifu Francisco anapotoa ujumbe huu wa Kwaresma, tutembee pamoja kwa matumaini, ananitaka mimi na wewe niwe sababu ya matumaini kwa wengine, nisiwe sababu ya kukatisha tamaa, niwe sababu ya mwingine kuona uzuri na maana ya maisha haya ya kitawa. Wapendwa ndugu zangu, ni mwaliko wa kuwa chombo cha matumaini, chombo cha kuleta upya katika maisha, sababu ya furaha na tumaini jipya kwa mwingine. Tuungane basi na ujumbe huu wa Baba Mtakatifu katika kuishi mwaka huu wa jubilei Ukilenga na kukazia katika hiyo fadhila ya kimungu ya matumaini. Tutembee pamoja kwa matumaini, tushikane mkono pamoja, tunyanyuane pamoja na kupeana moyo katika maisha haya ya kitawa. Wazo la pili ni kutoka katika ujumbe wa Kwaresma 2025 kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania wametupa ujumbe unaosema: simameni imara katika imani, simameni imara katika imani, ukitoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 16 aya ya 13. Ukisoma waraka huo ni sura ya mwisho ambapo Paulo anatoa wosia mbalimbali anatoa maneno ya mwisho mwisho. Mmojawapo basi ni hilo la kusimama imara katika imani. Kwa nini Paulo aliwaandikia hivyo au aliwasisitiza hivyo wa Korinto? Kwa sababu wengi walianza kukengeuka katika imani walianza kupotoka, walianza kupokea mafundisho ambayo yanawapotosha katika imani kwa Kristu mfufuka. Anawaambia, simameni imara katika imani, msiyumbe yumbe, msitange tange, msibabaike na hayo mafundisho ya uongo, mnamwamini Kristo mfufuka msimame imara katika hiyo imani. Washamu maskofu wameona ni vyema wakatupa na sisi ujumbe huo katika kanisa la Tanzania, ambalo tunapitia changamoto kama hizo, tunapitia kipindi kama hicho. Watu waamini mbalimbali wa Katoliki wanayumbayumba katika imani wanatangatanga huku na huku, wanapotea katika imani. Basi wametoa ujumbe huu watukumbushe tena, watuimarishe katika imani. Viashiria mbalimbali ambavyo vinaonyesha watu wanatangatanga katika imani: kushiriki na kwenda kwa waganga wa kienyeji lakini pia kukimbizana na haya madhehebu yanayofanya biashara ya miujiza, yanayofanya biashara ya neno la Mungu, wanaowauzia watu vitu mbalimbali, na wanakimbizana wakiamini vitawasaidia viashiria hivyo. Basi ujumbe huu unatusaidia kurudi katika msingi wa imani Katoliki. Itafakari na sisi, ndugu zangu watawa, tupoje katika swala la imani? Tumesimama imara? Tuko thabiti katika imani yetu Katoliki? Hatuyumbiyumbi, hatutangitangi huku na huku? Nasi pia tunakumbushwa kusimama imara katika imani, wapendwa ndugu zangu katika utume tunaofanya katika maisha haya ya kitawa, tukisimama imara vizuri katika imani yetu tunawasaidia na kuwaimarisha wengine, tunawaimarisha waamini, tunawatia moyo, lakini tukiyumbayumba, tukitangatanga, tunawarudisha nyuma na kuwakwaza. Katika Injili ya Luka sura ya 22 aya ya 31 hadi 32, Yesu anamwambia Petro: Shetani anawatafuta awapepete kama ngano, lakini mimi nimekuombea wewe Petro, ili usimame imara katika imani na ukisha simama imara katika imani uwaimarishe ndugu zako. Maneno hayo yatusaidie na sisi pamoja na huu ujumbe wa Kwaresma kusimama imara katika imani, lakini hilo litawasaidia pia na kuwaimarisha wengine. Wapendwa ndugu zangu, katika somo la injili kwa ujumla tumesikia habari ya huruma ya Mungu. Mungu mwenye huruma anayekaribisha na kupokea kila anayemrudia, hata kama nina madoa machafu na makubwa ya dhambi kiasi gani, hahesabu yaliyopita. Tunaanza upya tangu pale nilipoamua kurudi. Kweli ni Baba mwenye huruma. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi cha kukimbilia huruma ya Mungu, kipindi cha kumwendea huyu baba mwenye huruma atusafishe atuoshe dhambi zetu. Somo hili ambalo linamuonesha huyu baba mwenye huruma ya kupitiliza, litusaidie na sisi mara kwa mara kukimbilia huruma ya Mwenyezi Mungu, hasa katika kiti cha maungamo, kiti cha huruma ya Mungu huruma hii ya Mungu ambayo ndiyo inatufaa sisi. Bila huruma yake hatuwezi kuenenda vizuri, ni kwa huruma yake tu tuko hapa. Imejidhihirisha vizuri, imejidhihirisha pakubwa kwa Kristo kumwaga damu yake msalabani, ambayo inatengeneza huo mto wa huruma ya Mungu. Tuiombe hii damu ya Kristo ituimarishe katika kuishi hizo fadhila kuu za Kimungu, matumaini na imani, na kipindi hiki cha Kwaresma kikawe na manufaa kwa ajili ya roho zetu, kwa ajili ya wokovu wetu, na kuwasaidia na kuimarisha wengine. Naye Bikira Maria, mama wa matumaini, mama wa imani, atuombee na atusindikize katika utume wetu katika huduma zetu za upendo. Mama huyu atusimamie na atuombee. Itukuzwe damu ya Kristo.